kitu kinachoitwa fee ya serikali au malipo ya serikali katika swala zima la mirathi. E, Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana ni chombo ambacho kimepewa dhamana ya kusimamia mirathi kwa wale marehemu wa Kiislamu hapa Zanzibar. E, hivyo anapofariki mtu na mirathi yake ikasimamua na Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana huwa kuna makato fulani ambayo yanatakiwa yalipwe kamishanafuna mali amana kama ni ada ya taratibu za jii miradi. Ada hii ndiyo inaitwa fee ya serikali. Malipo haya ni asilimia sifuri nukta mbili tano ya ile mali yote aliyoiacha marehemu, kwa maana ya kwamba katika kila milioni moja italipwa shilingi 2500. E, fii hii au ada hii inazungumzwa vibaya katika jamii kwamba kamishena kuna mali ya amana wanaporithisha, kwanza huwa wanarithi wao, hukata fungu lao ndipo kinachobaki kurithishwa kwa warathi. Na inazungumzwa hivyo kwa maana ya kwamba kile ambacho kinabaki kamishena kuna mali ya amana ni kikubwa zaidi kuliko kile ambacho kinarithiwa kwa wale warathi, hivyo inapelekea kuwatia watu hofu kukimbia kuja kurithi huko kamisheni na ya, ya, ya Wakfu na mali ya amana, na matokezo yake hurithishana nyumbani, tunaita kwamba kugawana mali kiholela, jambo ambalo linaweza likapelekea tofauti katika jamii, migongano, hata mizozo na kugombana, baadhi ya wakati na kudhulumiana, baadhi ya watu kukosa haki zao. Na hayo yanatokezea, mwisho wa siku hurudi hapa, hapa, kamisheni ya Wakfu na mali ya amana. Hivyo tunaiasa jamii wasiwa na hofu juu ya swala hili kwamba hii shilingi 2500 katika kila milioni moja inasaidia katika uendeshaji na taratibu za kiserikali kiujumla, kwani taratibu ya usikilizaji wa kesi za mirathi ufunguaji wa jalada, kuna gharama kubwa ambazo zinahitajika ndani yake ambazo warathi hawalipi zaidi ya hiyo e. Kwa hivyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, atuwafikishe katika haya na tuyafanyie kazi. Wassalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu.